Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh, ndugu yangu muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi Amani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala iwe juu yako na rehema zake na baraka zake, ndugu yangu mpenzi, mfuatiliaji wa darasa zetu mbalimbali, bado tunaendelea kupeana faida muhimu kabisa, faida ambazo zitatusaidia kujua namna gani tunaweza tukatatua changamoto zetu kupitia njia zilizokuwa sahihi, insha al maula jalla jalaluhu. Sasa leo nataka niwafundishe moja katika njia bora kabisa zinazoweza kukusaidia wewe, ndugu yangu mwenye shida hizi nitakazozitaja hapa, ikiwa unataka kuanzisha biashara ama umeshaanzisha biashara katika pahala ambapo panahofia panahofiwa kuwa na uchawi mwingi, yani pana sihiri nyingi, aidha chuma ulete. Wale watu ambao wanakuja, anakuletea pesa, ukiona pesa hii ni pesa ya kawaida, lakini b y hapo, ukichanganya na unavuruga mahesabu na nua, ujelewi biashara unafanya, unauza lakini hakuna unachokipata, na kuki, eh, na kuki kile unajikuta wewe ni mtu wa hasara, biashara natoka lakini szt mahesabu unajikuta unajichanganya mwenyewe, hujielewi mwenyewe. Kumbe kuna wajanja wa mjini eneo hilo wapo, wanakuchezea pasi na wewe kujua. Sasa ikiwa umeshaanzisha ile biashara ama ndo unakusudia kuanzisha biashara sehemu ambayo umeifanyia uchunguzi, lakini unaiona kabisa, sehemu hii kuna hatari kubwa ya ndugu zetu wanaotumia uchawi wa chuma ulete, waliadhu billah, Mungu atokinge na, na jambo hilo la sihiri. Lakini pia njia hii nitakayowafundisha hapa inaweza ikamsaidia yule mtu ambaye kazini kwake kuna fitna yaani kazini kwako kuna fitna, watu wanakufanyia fitna kazini kwako, unafanyiwa uadui eh? watu wanapambana usipandishwe cheo maybe ama watu wanapambana zile juhudi zako katika kazini pale zisiweze kuonekana. Unapambana kufanya kazi maskini, lakini watu wanajaribu kutaka kukukwamisha eh, yani usionekane, unachongewa maneno, unafanyiwa vitimbi, unatengenezewa fitna, yani kila siku wewe ni mtu wa kutengenezewa zengwe kazini, hata zile juhudi zako za ufanyaji kazi uliokuwa bora hauthamini wala hauonekani. Unaona kabisa hawa wako, wako, wako tayari hata wasikie, na ndio itakuwa furaha yao, aidha nimefukuzwa kazi au nimepatwa janga la aina yoyote ama nimepata balaa ya aina yoyote ile. Hii e, nitakayokufundisha hapa ni moja katika e, vitu mujarab kabisa vitakazokuwa ni vyenye kukusaidia insha al maula ja jala, jalaluhu moja kwa moja. Tuanze na huyu ndugu yetu ambaye yeye anataka kuanzisha biashara, lakini sehemu anataka kuanzisha biashara kuna wasiwasi, aidha mambo ya uchawi haya, chuma ulete vijicho, e, hasadi na vitu vingine, na ni mambo ambayo yapo katika jamii yetu tulionayo, e, sehemu nyingi kabisa unakuta vitu hivi vipo, watu wanafanyiana haya, roho mbaya, watu wanatiliana roho za chuki watu wanawekeana roho za uhasidi eh, katika sehemu zile za biashara, kwa sababu masokoni pana mambo mengi sana. Ndio maana imethibiti Allah subhanahu wa taala katika sehemu anazozichukia ni masokoni, na katika sehemu anazozipenda Allah subhanahu wa taala ni misikiti, katika nyumba zake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sasa wewe ambao unataka kuanzisha biashara katika sehemu ambayo kunahofiwa kuwa kuna mambo ya uchawi ama umeshaanzisha biashara na unakumbana na mambo haya, insha allahu taala, cha kwanza kabisa andaa maji ya Zamzam mfano wa maji haya unaweza ukaandaa chupa mfano wa hii ama chupa zaidi ya hii unaweza ukaandaa tafuta maji ya zamzam na njia hii ninakupeni ni njia nyepesi ambayo najua hata wewe ambaye hujasoma sana dini inaweza ikakusaidia e, kuna wale ndugu zetu ambao wanatamani kufanya lakini hawajasoma maskini kama hawa mimi sijui e, lakini njia nitakayokupa subhanallah ni njia, njia nyepesi hata wewe naamini utaiweza tafuta maji ya zamzam baada ya kutafuta ma, maji ya zamzam lafutafuta rose rose water kama haya Unaona, na hilo zote na hivi vitu vyote ni ni maarufu vinapatikana katika maduka. Sasa ukishapata marashirozi hivi vitu viwili ndio vitu ambavyo una unavyohitajika uvipate, wala hakuna kitu kingine cha tatu wala cha nne, ni vitu hivi viwili tu, maji maji ya ya zamzam. Sasa, una, una zamzam pamoja na marashirozi sasa unafungua haya maji ya zamzam na unafungua marashi rozi, unachukua haya marashi rozi unayamimina yote chupa moja katika yale maji ya zamzam. Maji ya zamzam kiwango chochote atakachokuwa weka, weka chupa moja hii ya ya marashi rozi. Sasa maji yako atakapokuwa ameshatulia pale, hakikisha dada yangu au kaka yangu au baba yangu mama yangu, eh, umeketi sehemu iliyokuwa salama sehemu iliyokuwa nzuri kama katika hilo duka lako pana wasaa mzuri wa kufanyia kazi hii, basi ifanyie hapo hapo dukani kwako. Kama hakuna wasaa, pia unaweza ukafanyia nyumbani, hakuna shaka ya aina yoyote ile. Sasa haya maji yako ya zamzam ambayo umeyachanganya na marashi rozi, nini sasa? Vipi sasa utafanya? Cha kwanza kabisa unachotakiwa kukifanya, unatakiwa usome haya majina matatu. Ni majina mujarabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambayo haya ni kiboko kabisa katika matatizo haya niliyoyataja. Haya majina matatu ya Mungu ndiyo kiboko kabisa ya kukomesha mambo ya chuma, ulete mambo ya uchawi katika maduka na katika sehemu za biashara. masha Allahu taala, yanafanya kazi kubwa sana sasa. Eh, ukisha, ukishakuwa umechanganya maji yako, utaanza sasa kusomea majina haya matatu. Jina la kwanza linaitwa Alhafidhu, Alhafidhu. Sasa utalitamka vipi? Utalitamka ya hafidhu ya hafidhu, ya hafidhu, ya hafidhu. Na hapa nakukusudia wewe ambaye kusoma visomo vikubwa hujui, hujasoma sana Qur'ani, madrasa ulikimbia, sawa. Lakini basi hata majina ya Mungu ndio yatakushinda kusoma? Kuna vitu vingine hivi ndugu yangu, unaweza ukajifanyia wewe mwenyewe hata hapo ulipo, kama ni dukani kwako, kama ni nyumbani kwako, unaweza ukatenda ibada hizi. So kila ibada tu kwamba ni lazima ufanyiwe, ibada zingine tenda wewe mwenyewe, ndio inakuwa bora zaidi. Mfano wa hili nalokufundisha hapa, kafanya hili, nalo pia utashindwa basi hili? E, ukishindwa tena na hili ndugu yangu, utakuwa utakuwa ni mtihani, sawa. Sasa nini unachotakiwa kufanya? Unasoma neno ya hafidhu mara 900, eh, mara 1919 Unasema ya hafidhu katika yale maji yako ya hafidhu mara elfu moja mia tisa na kumi na tisa. Sasa inawezekana ni kutolee mfano maj, yani maji yako yale umeweka katika chombo, nachukua hii kofia yangu nafanya ndio mfano wa chombo. Maji yako umeatia humu, baada umu u, u, ya kuyatia humu. Sasa hapa ni mambo mawili: usogezee hapa karibu, ukisomea hii ndio bora zaidi, au unaweza ukawa umeweka karibu, umenyoshia kidole yale maji unasema ya hafidhu ya hafidhu ya hafidhu ya hafidhu ya hafidhu ya hafidhu ya hafidhu mara elfu moja mia tisa na kumi na tisa. Ukishamaliza hapo unaingia jina la pili linaitwa Alqaharu, Alqaharu sawa eh, kwa hiyo utasemaje? ya qaharu ya qaharu mara elfu moja mia tisa na kumi na tisa. Jina la mwisho kabisa ni alwahabu au ya wahabu, alwahabu au ya wahabu, ya wahabu. Sasa hili unalisomaje nale ya wahabu ya wahabu ya wahabu ya ya wahabu ya wahabu ya wahabu, na lenyewe sasa unasomea kwenye lemaji mara elfu moja mia tisa na kumi na tisa baada ya hapo, unamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara mia moja. E, e, eh, allahumma salli ala Muhammad, mpaka mateja tunapokuwa tunapokuwa nao katika katika shughuli mbalimbali wa salim mara zako mia moja. Sawa, ukishamaliza pale, sasa yale maji yako yanakuwa pale, yame, yamekwisha kamilika. Kama umeyafanyia pale pale dukani ni bora zaidi. Sasa yale maji, ndugu yangu, unanyunyiza, unanyunyiza kwa manuizi. Yani wakati unachukua yale maji yako sindo haya unachota kidogo unanyunyiza katika ile biashara yako unanyunyiza katika ile biashara huku unasema ya Rabbal alamina, yoyote atakayekuja katika biashara yangu hii, yoyote atakayekuja kwa nia mbaya, kuleta pesa ya ulaghai pesa ya, ya mazingaombwe ama kuleta dawa yake ya kichawi ama kuja na uhasidi wake, Allah, anakuomba kwa uwezo wako Mungu na fadhila zako, mdhalilishe akiwa hapa hapa, mfedheheshe akiwa hapa hapa, mdhalilishe idhlali mbaya akiwa hapa hapa, asiinue mguu wake hapa, kwa haki ya haya majina niliyoyasema, ila Mungu umemdhalilisha na jaalia tu maulete yake idhalilikie hapa, hapa. Hapa ndugu yangu mwislamu na mpenzi katika imani, haya mambo ukiyafanya kwa yaqini, ukayafanya kwa imani, ukayafanya kwa ikhlas, wallahi lazimu utashangaa. Kwa hiyo hata kama utafanya mwanzoni biashara yako haitosumbuliwa na chuma ulete, kwa sababu na wao pia huwa wananusa, wazee wa chuma ulete kwamba pale pa kwenda pale sio pa kwenda, so pa wanaona ule moto unaowaka Mi naomba Mwenyezi Mungu wasiwape nafasi wachawi wakawaweza waumini insha Allah. Na ndiyo ahadi ya Allah subhanahu wataala, anasema, innama sanau kaidu sahir, hawana chochote hawa wanachokifanya ni vitimbi vidogo vidogo vya uchawi. Wala yuflihu sahiru haithu ata, mchawi hatofaulu vyovyote atakavyokuja vyovyote atakavyokuja mchawi au kokote atakapotoka, usiogope, hawezi kufaulu kwa muumini, awe ni mchawi wa Sumbawanga, awe ni mchawi wa Bagamoyo, mchawi huyo awe awe kutoka Pemba, awe kutoka sijui kokote atakapotoka duniani, hawezi kushinda na kufaulu mbele ya ya, ya muumini. Kwa hiyo hii ni kwa ndugu yangu ambaye unataka kuanzisha biashara, unaweza ukafanya hivi, ama kwa ndugu yangu ambaye tayari umeshaanzisha biashara yako, lakini unateseka na fitna za wachawi na unateseka na masala mazima ya chuma ulete. Sasa